Waziri wa mambo ya ndani ya nchi wa Tanzania, Innocent Bashungwa, amelaani vikali tukio la kushambuliwa kwa katibu mkuu wa baraza la Maskofu Katoliki Tanzania tek Padri Dr. Charles Kitima. Bashungwa amesema serikali inatambua na kuthamini mchango mkubwa wa viongozi wa dini nchini katika kudumisha amani, mshikamano wa kijamii na maadili ya taifa.